Katika ile serikali tumejipanga kwanza kuhakikisha tunapata eneo la haraka sana, na hapa nilipokuja hapa nimepata taarifa ya kitu gani ambacho maandalizi yanavyoendelea, kama tulivyokuwa tunakubaliana kuwasiliana, tayari eneo limeshapatikana na dharura kwa ajili ya kujenga miundombinu itakayosaidia watu wa hapa kufanya biashara, muweze kufanya biashara. Tayari manispaa yetu ya Kinondoni imeshafanya mambo yote awali, ikiwa sambamba na kumpata mkandarasi ambayo atajenga majengo hayo kwa haraka. Lengo kubwa ni kwamba tuweze kupata sehemu ya kufanya biashara. Nilipokuwa ndani tunaetoa maelekezo kwamba kazi hii ianze mara moja, ikiwezekana tu kazi kesho ianze ya kuanza mchakato wa ujenzi, ikiwezekana ifanyike mpaka usiku na mchana, ili mradi majengo hayo yakamilike kwa haraka. Ukiangalia upande huu wa magharibi, kuna nguzo za umeme ziko hapa tayari na maji hapa yako mbali. Kwa hiyo pana huduma zote zile muhimu ambazo zinatakikana ili soko liweze kufanya kazi angalau katika kipindi cha mpito hichi, umeme, maji, lakini miundombinu ya barabara iko tayari. Kwa hiyo tuna uhakika na tuombe utuamini hivyo kwamba ndani ya wiki nne soko hili litakuwa limeshaanza, na hata halo, wafanyabiashara wenye biashara zile ambazo bidhaa za kuharibika wameendelea jana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alielekeza kwamba waendelee kuziuza hizi polepole. Kwa hiyo niwahakikishie na kuhakikisha sana Mheshimiwa Waziri kwamba tutaenda ku tutatekeleza maagizo yako na hata hivyo mkandarasi tumempa wiki tatu. Kwa maana kwamba ashinde hapa site kuhakikisha kwamba anakamilisha kazi kwa wakati. Lakini kwa upande wa miundombinu ya pale kwamba tayari pia tumeunda timu mbili, timu ya kwanza kwa ajili ya ujenzi, ujenzi wa hapa temporary structure kusimamia, lakini timu ya pili ni kwa ajili ya kufanya designing za bora na soko la kisasa kwa lile eneo pale ambalo litazingatia hali ya miundombinu, lakini maisha halisi ya watu wa hapa, kama mnavyoona hapo kuna Kawe, wazetu wa National Housing wamejenga nyumba kwa hiyo tutajenga soko ambalo litaaccommodate watu wa aina zote na litakuwa la kisasa zaidi na taratibu zote tutazifuata kama kukata bima na mambo mengine.